Kila timu imejiandaa kushindana na si kushiriki. Naomba basi nitoe rai kuwa wakati wa kushindana mtumie mchezo hii kuongeza mahusiano mema, na ushindi wa kila timu iwe ni ishara ya kutaka kuzalisha kwa tija zaidi katika maeneo yenu ya kazi. Tutumie michezo hii kama sehemu ya kampeni ya kuimarisha afya zetu na kubwa zaidi kuongeza tija na ufanisi, pamoja na kuleta mshikamano kwa wafanyakazi, huku tukikumbuka kujitokeza kwa wingi kupiga kura Oktoba 29 mwaka 2025, kama kauli mbiu yenu kwa michezo ya mwaka huu 2025 inayosema: michezo ya bandari mwaka 2025, kwa afya, tija na mshikamano kwa wafanyakazi. Tujitokeze kupiga kura Oktoba 29, mbele yako mheshimiwa, kuna wana mchezo 636, 466 uh, kutoka TPA 95 kutoka Zanzibar Ports Corporation 52 um, kutoka DP World na 23 kutoka Tashiko. Michezo inakuwa kiungo muhimu cha wananchi toka enzi ya kupigania uhuru. Dhahiri shahiri, kila mmoja wetu hapa kwa ghaibu ni aidha mwananchi au mnyama au sio? Mchezo wa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni siha, ambayo ni nishati muhimu katika ufanisi kazini. Mchezo utakaofanyika ni mpira wa miguu, mpira wa pete, basketball, volleyball, riadha kuvuta kamba na michezo ya jadi kama bao, karata na drafu. Mchezo wa ngumi ambao miaka ya nyuma ulikuwa na umaarufu wa kipekee baada ya soka hautakuwepo. Siku za nyuma mabondia wa mamlaka walishiriki walishiriki vyema hadi kwenye mapambano ya kitaifa na kimataifa. Hii ni changamoto kwa mamlaka kurejesha mchezo huu siku zijazo. Naomba niwakumbushe wanamchezo wote kwamba kwa siku tano tutakazokuwa hapa Morogoro, tukumbuke kuwa malengo makuu ya michezo yetu ni pamoja na kuongeza tija kupitia michezo na kutumia michezo hii kudumisha mahusiano mema kazini pamoja na wadau wetu wote waliopo na wasiokuwepo hapa. Lakini lingine pia, tutumie michezo hii kutangaza kimasoko ufanisi utendaji wa taasisi zetu, tudumishe afya zetu sambamba na kuongeza tija, ili kuwezesha serikali yetu ya awamu ya sita kuendelea kutoa huduma ya afya na elimu pamoja na miundombinu mingine inayohitajika.